Habari za asubuhi. Watu watano ambao hupaswi kamwe kuwatusi au kuwadharau maishani. Watu watano kati ya hawa watu watano, wa kwanza niki usimwite au kumtukana mkeo kamwe. Usimwite au kumtukana mumeo kamwe. Mwanaume anapomtukana mke wake kuna madhara makubwa sana yanayoweza kumpata yaani unapomtukana mkeo mke anaanza kulia na matokeo yake ni kwamba utapata matatizo ambayo yatakufanya uendelee kuteseka zaidi na zaidi kwa hiyo mwanaume anatakiwa ajiepushe na jambo hilo asimfanye mke wake alia machozi ya mwanamke yanaweza kukusababisha uingie kwenye umasikini magonjwa au hata ajali huyo ndiye mtu wa kwanza ambaye unapaswa kumwepuka kwa gharama yoyote. Hali ni hivyo hivyo pia kwa mwanamke, kamwe usimtukane mumeo. Unapomtukana mumeo ilhali yeye yuko sahihi, mpendwa wangu, utaishi maisha ya mateso hapa duniani, kwa sababu pale mwanaume anapoanza kulia, anapoteza mwelekeo, anakosa umakini kazini na anaulizwa maswali ya maelezo, kwa sababu umemtukana. Mpendwa wangu, utakuja kuhisi siku moja, maisha yatakuwa kama pilipili, yatakuwa machungu sana. Huyo basi ndiye mtu wa kwanza kabisa ambaye hupaswi kumtukana kwa gharama yoyote. Mtu wa pili ambaye hupaswi kabisa kumtukana ni wazazi wako. Kwa hiyo, haijalishi umechukia kiasi gani, lazima uwaheshimu wazazi wako. Haupaswi kamwe kumtukana mama yako, usiwahi kumtukana baba yako, kwa sababu ukimtukana unakosa heshima na hapo unakwenda kinyume na amri inayosema mtu amheshimu baba yake na mama yake ndipo ataishi muda mrefu duniani. Mtu yeyote anayewatukana wazazi wake, huyo hataishi muda mrefu duniani na atakuwa mtu wa mateso. Huyo ndiyo mtu wa pili ambaye ni lazima kabisa kuepuka kumtukana. Mtu wa tatu ambaye ni lazima kabisa kuepuka kumtukana ni wachungaji. Wakati mchungaji anafanya jambo fulani, inabidi uepuke kumtukana. Kuna watu wepesi wa kutukana wachungaji, anamtukana mchungaji kirahisi. Hapana, anamtukana tu. Msiwaguse watiwa mafuta wangu wa, ukimgusa mpako wa mafuta wa Mungu utapigwa. Huyu ni mtu ambaye lazima kuepuka kumtukana. Uepuke kumtukana au kumdhalilisha mchungaji, kwa sababu wewe ni mwepesi wa kutoa matusi. Mchungaji akisema kitu, wewe unamtukana. Inabidi uwe makini na hilo. Mtu wa nne ambaye ni lazima kabisa kuepuka kumtukana ni mapadre. Padre yuko na kanzu yake, anaongoza misa, wewe uko pale tu bure kabisa, unaanza kumtukana padre. Ndiyo, unaanza kumtukana eti amefanya hiki na kile. Una heshima, unapaswa kuwa na heshima kwa kuhani. Padre huyo amechukua muda mrefu kusoma teolojia muda kujitoa kwa Mungu, mpako wa mafuta wa Mungu, ametengwa na Mungu, lakini wewe ulimi wako mwepesi unawatukana mapate. Epuka kutukana, madhara yatakuwa mabaya sana kwenye makundi ya watu ambao inabidi kuepuka kuwatukana ni watoto ni watoto ambao wanatoka kwenye mwili wako. Wewe unaanza kuwatukana watoto wako, watapata madhara katika maisha yao, kwa sababu kila mara unapokasirika na watoto wako mpendwa wangu unawapa watoto wako nguvu hasi. Mtu anatakiwa kuepuka kujiondoa au kujitenga na watoto wake. Wazazi wengi wanatukana kirahisi, wanaanza hata kuwalaani watoto. Lazima uwe makini, kwa sababu vinginevyo ni hawa watoto watakaokutunza mwishoni, lakini wewe umeanza kuwatukana. Unapaswa kuwa makini. Hizo ndizo aina tano za watu ambao ni lazima kabisa kuepuka kuwatukana, kwa sababu mara nyingi ni kwenye hasira ambapo mtu anajiruhusu kufanya chochote. Unaweza kuvunja mkono wako kwa hasira na utajuta. Jihadharini na hawa watu watano. Ukawatukana utaadhibiwa vibaya, kwa sababu Mungu anaona yote, Mungu anajua yote, na Mungu atakurudishia hiyo adhabu.